Waislamu mara nyingi hukataa Injili ya Yohana wakidai iliandikwa miaka mingi baada ya Yesu na ina mafundisho ya uungu wa Yesu ambayo yanapingana na Qur'an. Lakini je, si Qur'an yenyewe ilikuja karibu miaka mia sita baada ya Yesu na inaleta madai ambayo hayapo kabisa kwenye Tora wala Injili za kale? Mfano, Qur'an inadai Yesu alizungumza akiwa mchanga, kwamba aliumba ndege kwa udongo na kwamba Ibrahim alijenga Kaaba, mambo ambayo hayapatikani kwenye maandiko ya awali ya Kiyahudi au Kikristo. Ikiwa tunakataa injili ya Yohana kwa sababu ya tofauti na muda wake, je, si haki pia kuuliza maswali hayo hayo kwa Qur'an? Tuna ushahidi gani kwamba Qur'an ndiyo kweli ilirekebisha ujumbe wa awali, au ilikuwa ni mwelekeo mpya kabisa wa kiimani? Je, kunafuata imani kwa sababu ya ukweli au kwa sababu ya historia iliyoandikwa baadaye?